Katarina, mwana haramu kubwa we, afu unajua wewe hujazaliwa na babangu. Yani wewe na mamako mchawi, nahisi shalisisha uchawi na mamako wachai, kama ni mnatuangia kila siku. Lakini mdogo wangu, haya yote yanatokana na nini eh? Wakati sisi tunataka tukae chini, tuwe washauri wa haya ha? hivi weka telina, tangia lini? Yaani mchawi alafu na mcha Mungu akakaa sehemu moja? Sikiliza nikwambie, mimi nadhani wewe hujafundishwa adabu. Leo nataka nikufunze adabu, sababu mkubwa wewe. Mama angu ni mchawi? Nakua mama angu mchawi? Sasa kama mchawi leo ndo nakulia hapa.

ako sikuogopi. Nafikiri mna kuogopa. Naenda kumwambia baba, namwambia. Ndio maana mwana haramu ulione kwanza, sio mtoto wa babangu wewe

Nnkaananichukia ni kiasi hiki, nimemkosea nini? Kaari <coughs> wezakomempigia mii, mempiga kwa sababu ananiambia we sio baba angu, hafu mamaangu mchawi. Baba si unamsikia anavyoongea uongo. Mi nimekutukana? Nimekutukana unamwona? Mi hataje sijamtukana, ila kaniambia mimi mwana haramu, afua akaniambia we sio babaangu.

lakini sio matatizo ah! Kila siku kwa Masweta tu, kila siku matatizo kwangu. E, unanishika mimi mkono, usirudie tena. Ukitaka niwachanganye hizo niwatandike, niwatadabu, siku ingine uje unishike mkono wakati na mwazibu mtoto. Mimi ni baba yake huyo, nitakutandika na wewe na yeye, alafu nitakuja nione utakachofanya. Hebu tokeni hapa! Lakini mme wangu, hata kama wewe ukiwa kama mzazi inabidi wakalisha watoto chini, waulize ni kwa sababu gani wamegombana huko kisimani. Sio unachukua tu jukumu unampiga mtoto kiasi hicho. Na ndio ujue sasa kama dawa ya moto ni moto tu. Mwanao adabu ana lazima apigwe. Songei na wewe mwingine, wewe unamsema nani sasa? Kimya kimya nasema kimya! Alafu mkitaka kunivuruga mimi, mimi pia na mashetani kuliko nyinyi mli. Kama mnaamini kwamba nyinyi mnaweza katika familia yangu hii, endeleeni na midomo. Nikiwa nazungumza mimi sitaki mdomo wa mtu mimi, nani katika familia yangu ah! Bye. Na nanie naongea tu hapa, nisikilizi hii nyumba yangu lazima mtu afate apate hapa. Sikuaeni nyini kuja mi kupata shida kila wakati, matatizo wanawake okay, gari siujisanyi eo we mwanao anampiga mdogo wake, alafu unakuja unasema unampigia. Kwani tumwache tu umfuge hivi?

Odi oh, baba. Ah, odi oh. Karibu. Aya, asante. Mama Masweta karibu. Ngoja mtandike baba. Ngoja kweli baba. Hapana baba. Hapana, ngoja ah. mtandike ah. ah. Eh, sipate shida bango. Eh. Ah, mgeni, sio mgeni mimi baba hapa. Shikamoo. Marhaba. Mimi mjomba nimekuja na shida. Mnashida si pale nyumbani toko wake hawa. Wawili. Wawili lakini kinachonishangaza mimi pale nyumbani kwangu na mke mwenzangu hatuelewani, yaani kila ninalofanya kwake yeye ni baya, manyanyaso hayaishi. Hata pia nikisema nijitogezi kwa yule mume mume, ndo kabisa yeye anangangania kwa mke mwenzangu. Ina maana mapenzi amezidi huku, kwangu mimi hakuna mapenzi. Nikaona mimi nisipati shida sasa. Kikubwa nilichokuja mjumba, nimekuja kwako ku mimi ili unisaidie mimi kuwasaidia watu wangu wanaonizunguka hapa, hiyo ni haki yangu mimi. Ni kweli? Kwa hiyo kama unakuwa na matatizo mimi nasaidia, lakini sasa mi nataka nikuulize kitu kimoja. Ndiyo baba. Kweli huyo mumeo Masweta anakunyanyasa? Baba, kala, kama kikwa hanionee, mimi singe na kama baba kama hanionee mimi singe kuja kwako mpaka nakuja kukulalamikia wewe umeona, eh? mimi nimeshachoka na maneno ma ma mimi nimeshachoka kunyanyasika ndio maana nimekuja kwako ili kama wewe mjumbe, unisaidie sawa sawa, unielewa baba? Nimeshakuelewa na haki kwake ni kweli, lakini kazi unanipa mama, ni kubwa. Kwa nini hmm? Kama unavyofahamu siku hizi mama angu mkono mtupu haulambwi, ile mjumbe, undowashaka ha? Hakuna wasiwasi. Basi ha, kama hakuna wasiwasi, mimi ukinitoa tu ukinitoa tu mimi nitakupa msaada mkubwa sana eni mjumbe, sana tena, ili kuhakikisha kwa kwamba mimi nitakupa msaada. Ukishafika nyumbani, mwambie mumeo, unaitwa kwa mjumbe kesho asubuhi tu, kuna kikao mm -hmm. Sawa mjumbe, na hata kama ukitaka mimi nikamtie ndani mimi naweza kuambia polisi waje, kuna mtu hapa anamfanyia fujo mke wake, anawekwa ndani. Mimi uwezo huo nao. Ah, sasa mjumbe, hilo la polisi mimi ndo silitaki hilo la polisi mimi silitaki. Mimi nachotaka tu umtishe tishe, ili kuninyanyasa mimi sitaki, kwa sababu hata mimi ni... tu, sio kama sina kwetu. Basi nafikirizwa hilo halina shaka nitoe